Samia Suluhu Hassan amemshukia vikali Jaji Josef Sinde Warioba, waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufuatia Jaji Warioba kuongelea yaliyojiri Oktoba ishirini na tisa na siku zilizofuata, ambapo ripoti zinaeleza kuwa maelfu ya Watanzania walichinjwa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Makala hii inaelezea kwa kifupi kuhusu huko kuwakiwa kwa Jaji Warioba kulikofanywa na Samia Suluhu Hassan. Pia mwishu, katika sehemu ya pili ya makala hii inagusia taarifa za kupatikana kwa ushahidi kuhusu makaburi ya halaiki nje ya jiji la Dar es Salaam. Taarifa za awali zilikuwa zikieleza kwamba makaburi haya ya halaiki yalikuwepo jiji la Dar es Salaam pekee, lakini sasa taarifa zilizopatikana um, kupitia Jasusi TV zimebainisha kwamba kuna ushahidi wa uwepo wa makaburi zaidi ya jiji la Dar es Salaam, yani katika maeneo mengine uh, huko mikoani. Sasa tuanze na hili la kwanza la Samia Suluhu Hassan kumshukia vikali Jaji Josef Sinde Warioba, kama nafahamu, hivi karibuni Jaji Warioba aliongea na gazeti la Jamhuri. Alifanya mahojiano na gazeti la Jamhuri na kueleza kwa kina kusikitishwa kwake na yaliyojiri Uh, mauaji makubwa kabisa yaliyojiri kuanzia Oktoba ishirini na tisa mwaka huu 2025. Na mnafahamu kuwa serikali ya Samia Suluhu Hassan haijasema idadi ya waliouawa. Hata hivyo, Jaji Warioba alisema kwamba kwa mujibu wa taarifa alizokuwa nazo, idadi ya waliouawa kuanzia hiyo Oktoba ishirini na tisa ni kubwa zaidi ya idadi ya Watanzania waliouawa katika vita ya Kagera ya mwaka 1978 na hadi 79. Na alikwenda mbali zaidi na kusema kwamba Watanzania waliouawa katika vita ya Kagera hawakuuawa na Watanzania wenzao. Hii ilikuwa ni vita kati ya nchi mbili. Kwa hiyo adui aliyewatoa uhai wa Tanzania katika vita ya Kagera alikuwa sio Mtanzania, lakini kinyume na yaliyojiri kuanzia Oktoba 29, maelfu ya Watanzania waliouawa waliuawa na askari Watanzania wa, wa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni Watanzania dhidi ya Watanzania wenzao. Na alikwenda mbali kueleza kwamba kuna baadhi ya watendaji wa vyombo vya dola wamekuwa wakionyesha eh, kuna mgawanyiko mkubwa katika taasisi hizo hasa kutokana na hayo yaliyojiri kuanzia Oktoba ishirini na tisa. Sasa um, ma, mahojiano haya ya Jaji Warioba yalileta ahueni kubwa miongoni mwa Watanzania kwa sababu kiongozi huyu mstaafu amekuwa ni sauti ya dimu ya kwa watanzania wengi. Mnafahamu viongozi wengi wa serikali na wale wa CCM wakisha staafu wanakula tu pensheni zao kimya kimya, na endapo wataibuka kuongea lolote, basi litakuwa ni kuisaidia serikali iliyoko madarakani au kukisaidia chama tawala. Mfano hai wa viongozi wa CCM ambao sio tu wamestaafu bali wamegoma kustaafu ni Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye amekuwa ni kama rais mwenza ambaye katika siku za hivi karibuni ameshiriki katika yote haya anayoshuhudia, ikiwa pamoja na hili wimbi la mauaji ya maelfu ya Watanzania. Ni muhimu kusema kwamba tunaposema maelfu pengine haitendei haki idadi halisi ya waliouawa, kwa sababu kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC katika kesi iliyofunguliwa dhidi ya Samia Suluhu Hassan, idadi inatajwa kwamba ni zaidi ya Watanzania elfu kumi kuwa waliuawa kwa, wali kwa njia hiyo Oktoba 29 na mauaji hayakufanyika tu wakati wa maandamano ambayo yalijiri kuanzia Oktoba 29 mpaka Novemba nne hivi, bali baada ya maandamano kudhibitiwa, uh, askari wa Samia walipita katika makazi ya watu na kuchinja maelfu ya watu. Kwa hiyo idadi ya waliouawa kwa mujibu wa takwimu ni hiyo uh, zaidi ya watu uh, elfu kumi sasa Jaji Warioba katika nyakati zote amekuwa mstari wa mbele kuongea masuala mbalimbali yenye umuhimu kwa taifa, na ukimya wake katika hili uliwashtua watu wengi, na mpaka baadhi wakahisi kwamba labda amekamatwa au vyombo vya uvi, hivi vyombo vya usalama vimemzuia kuongea. Siku chache a, alionekana katika picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii akiwa amekutana na Samia na wengi wakadhani kwamba zile picha zilikuwa na ujumbe uliofichika kwamba Warioba yuko upande wa Samia kwa maana ya kuwa, uh, yuko anaunga mkono yaliyofanywa na serikali na ndio maana amekuwa kimya na kuonekana pekeni huko akiwa ikulu na Samia. Hata hivyo, siku chache tu baada ya picha hizo kusambaa jaji, uh, Warioba alifanya mahojiano na gazeti la Jamhuri na kueleza hayo mengi aliyoyaeleza na kaitaka serikali kuwa wazi kukiri kwamba imefanya makosa na haiwezi hakuna uwezekano wa kumove forward, hakuna uwezekano wa haya iliyotokea kusahaulika au maisha ya kuendelea kuwa ya kawaida pasipo serikali kutoka hadharani na kueleza nini ilichofanya dhidi ya Watanzania. Sasa taarifa za kuaminika zilizoisikia Jasusi TV zinaeleza kwamba jana uh, kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari ambao ulifanywa na huyu katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi na anaitwa Kenani Kiongozi, na aliongea na waandishi wa habari huko Dodoma. Sasa katika haya maongezi, huyu Kenani Kiongozi kiongozi aliongelea kuhusu matamshi ya Jaji Warioba, lakini cha muhimu ni kwamba aliyoyasema huyu Kenani Kiongozi sio maneno yake binafsi na maneno haya siyo ya Chama cha Mapinduzi. Huu ulikuwa ni ujumbe rasmi kutoka kwa Samia Suluhu Hassan, na ujumbe huu ulikuwa na malengo mawili: moja ni kujibu hoja za Jaji Warioba, uh, na kumtaka akae kimya, yeye ni mstaafu, aendelee kula pension anayolipwa na serikali. Lakini pili, ana hili, ndio lilikuwa kubwa zaidi, lengo lilikuwa ni kumtisha Jaji Warioba. Mlifahamu uh, Jasusi TV wa kuripoti hapa karibuni kwamba Jaji Warioba alijitokeza hadharani na kueleza kuwa anatishiwa usalama wake, baadhi wa baadhi ya vitisho vikieleza kuwa kuna mpango wa kumlisha sumu uh, ili kumtoa uhai, naye akasema kuwa haogopi uh, kwa sababu amekuwa akiwatetea Watanzania. Kwa hiyo hii ajenda ya pili ilikuwa ni kumtisha, pengine kutokana na kushindikana kwa hili la vitisho, labda walidhani kwamba wakimtisha Warioba atakaa kimya hatoeleza hadharani kwamba kuna mpango wa kumdhuru sasa baada ya hizo taarifa kutoka hadharani, wameamua kuja na hii hatua ya pili ya kujaribu kumziba mdomo. Na kinachohofiwa zaidi kuhusu Jaji Warioba ni taarifa kwamba kulikuwa na mpango wa mahojiano a, na vyombo vya habari vya kimataifa. Nafahamu juzi tu hapa shirika la habari la Ujerumani Deutsche Welle limetengeneza ya kama dakika kumi na mbili hivi inayoeleza mauaji yalivyofanyika katika jiji la Mwanza. Pia shirika la habari la Reuters la Uingereza nalo limeeleza kwa undani kwamba mauaji yaliyofanyika kuanzia Oktoba ishirini na tisa yalikuwa yamepangwa, kwa maana kuna pattern inaonyesha kwasa, kwamba haya yaliyotokea yalikuwa na Uh, ile kitu anasema premeditated kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kimepangwa kabla hakijatokea. Na taasisi mbalimbali mbali za kimataifa nazo zimeendelea kutoa uthibitisho na ushahidi kwamba kuna uh, haya iliyojiri kuanzia Oktoba 29 hayakutokea kwa bahati mbaya bali ilikuwa imepangwa. Na hayo pia yanajiri wakati kuna uthibitisho ambao umewekwa hadharani kuhusu uh, idadi ya maeneo ambayo kuna makaburi ya halaiki kwamba kuna idadi kubwa ya miili ya watu iliyozikwa katika makaburi ya halaiki. Miongoni mwa maeneo ambayo imethibitika ni Arusha, maeneo ya Arusha. Pia kuna taarifa za huko Mwanza pamoja na mkoani Mbeya. Hii huu ni uthibitisho uliopatikana kwa njia satellite kuonyesha kwamba kuna uwepo wa makaburi ya halaiki, na uthibitisho huu unatarajiwa kutumika kama ushahidi kwenye hiyo kesi iliyofunguliwa dhidi ya Jaji wa Rioba. Sasa haya yote yakichukuliwa katika muktadha, ndio hii inayopelekea hali ya panic, kuhusiana na kauli za Jaji wa Rioba, na ndio maana kume, kume, kumefanyika huo mkutano wa waandishi wa habari ambapo ujumbe huu uliotolewa hapo jana ulitolewa na Samia suluhu mwenyewe, Samia suluhu Hassan mwenyewe kupitia kwa huyu Kenan kiongozi kwa hiyo miongoni mwa alio aliongea huyu kiongozi ambao ni ujumbe kutoka kwa Samia ni hiyo kumtaka Jaji wa Rioba astaafu uh, vizuri kwa maana ya kwamba uh, asiongelee mambo ya asiwakosoe viongozi na dai kwamba asio na kwa chuki. Lakini kichekesho ni kwamba kama ni kustaafu, basi mtu ambaye anapaswa kustaafu ni Kikwete, kwa sababu Kikwete kila siku amekuwa akiongea vitu vya ovyo ovyo na amekuwa na mchango mkubwa sana katika haya yote yaliyojiri, hata hili wimbi la mauaji ya maelfu ya Tanzania miongoni mwa watu wenye mchango mkubwa katika haya ni Kikwete, kwa sababu yeye ameingilia mchakato wa CCM kupata mgombea wake. Lakini amekuwa ni kama wanaita brains behind, amekuwa ni akili nyuma ya Samia katika maamuzi mbalimbali mbali ambayo yamekuwa na athari kubwa kwa Watanzania. Kubwa zaidi ni hili la mauaji ya maelfu, na kwa kuthibitisha kuwa anahusika hajawahi kukemea, na amekuwa mstari wa mbele kupongeza jitihada mbalimbali mbali zinazofanywa ikiwa ni pamoja na hilo la kuwatoa uhai maelfu ya Tanzania. Je, una maoni gani kuhusiana na haya yaliyojiri? Basi karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.